Nimesoma kwamba karibu watu milioni moja wanakumbwa na magonjwa mbalimbali kutokana na kuathiriwa na kitu ambacho huenda hawakukiona. Ni kitu ambacho kinaweza kusababisha pumu, matatizo ya kupumua, maambukizi ya sikio la kati. Kuathiriwa nacho kumesababisha saratani na magonjwa ya moyo. Kwa kweli, maelfu ya watu hufa kutokana na hili kila mwaka. Naam, ikiwa bado hujagundua, inaitwa tu moshi wa sigara wa pili. Watu wanateseka sana kutokana na hili, ingawa hawajawahi kushika sigara sigara au bomba. Wanaishi tu na mtu anayefanya hivyo. Nchi, majimbo binafsi katika nchi yetu zimepitisha sheria kuhusu moshi wa sigara wa pili. Migahawa na viwanja vya ndege na viwanja vya shule vinaukataza. Kwa nini? Kwa sababu hatari kwa wengine, sasa inajulikana vizuri. Naam, kuna kitu leo ambacho nadhani ni hatari zaidi kwa namna fulani kuliko moshi wa sigara wa pili. Napenda kuita mateso ya pili. Haya ni mateso ya wale ambao wanakumbwa na mateso ya wengine, mwenzi wao au mtoto wao, mzazi au rafiki wa karibu. Kwa namna yake, mateso ya pili ni hatari na yanavunja moyo katika mioyo na maisha ya wale ambao wanaweza tu kutazama mtu wanayempenda akiteseka. Sasa tulipoacha katika masomo yetu ya Ayubu, alikuwa amehamia kwenye dampo la mji. Hapo ndipo walipoishi wenye ukoma na ombaomba omba, wakitafuta mabaki ya chakula. Anakaa juu ya lundo la majivu ambalo lingekuwa limeachwa na uchomaji wa takataka. Anateseka kutokana na kupoteza watoto wake kumi. Anateseka kutokana na kama tulivyo rekodi magonjwa ya kimwili takriban 25 tofauti. Wakati Ayubu na mke wake walipoana miaka iliyopita hawakuwa na wazo kwamba wangepitia haya ndoto ndoto mbaya mbaya ya ya huzuni hii ndoto mbaya ya kupoteza, lakini maisha yao wapendwa yamegeuzwa juu chini kwa muda wa dakika chache. Sasa nadhani kinachopotea katika haya yote ni mwanamke ambaye si tu alikumbana moja kwa moja na kupoteza kila kitu watoto wake wote, kila mtu mpendwa kwake, lakini sasa analazimika kumtazama mume wake akiteseka kimwili kama Ayubu ni mfano wa mateso, hebu niwaambie, mke wake anakuwa mfano wa mateso ya pili. Zote mbili zinaweza kuwa hatari wa imani na uaminifu katika mpango mkuu wa Mungu. Wa ajili ya somo letu, hebu tumuite tu Bi Kazi. Sasa mapokeo ya marabi yanaamini kwamba alikuwa Dina binti ya Yakobo ni wazi kwangu kwamba Ayubu aliishi kabla au wakati wa siku za Abrahamu, Isaka na Yakobo kama tulivyokwisha zungumzia, lakini hatuwezi kuwa na uhakika kama binti ya Yakobo alikuwa mke wa Ayubu. Tunachojua ni kwamba anaonekana kwa kifupi hapa katika sura ya mbili wakati Ayubu anapohamishwa kutoka nyumbani kwao, ambalo kwa kadiri tunavyojua wanaweza kuwa walilipoteza katika kufilisika, na anahamia pale kwenye jaa la mji. Dampo. Na anasema kwake hapa katika mstari wa tisa, Je, bado unashikilia uadilifu wako? Mlaani Mungu na ufe. Mtaalamu mmoja wa Agano la Kale alitafsiri hivi, mkanushe Mungu na ufe. Mwingine aliweka hivi, mwage mkono kwa Mungu na ufe. Kwa maneno mengine, anasema hapa, Ayubu, deuka mgongo wako kwa Mungu, acha ushuhuda wako wa imani na kumtumaini hii ndiyo kitu pekee kinachokuweka hai dhahiri. Na mwache Mungu akuwe. Analia hapa Ayubu. Ni wazi Mungu amekukata tamaa. Ni wakati wako wa kumkata tamaa Mungu. Sasa Bi Ayubu ameonekana kama mwanamke mwovu kwa hata kupendekeza jambo kama hilo. Lakini nataka kuchunguza kwa karibu hapa na nitakuambia mapema, binafsi siamini alikuwa anajaribu kumfanya Ayubu atende dhambi, anajaribu kupata kazi kumaliza mateso yake. Tafsiri moja ya kale ya Kiyunani ya Biblia ya Kiebrania inayoitwa Septuaginta ilitafsiriwa miaka mia mbili na hamsini kwa njia kabla ya wakati wa Kristo. Hata Bwana Mtume Paulo pamoja naye wanataja Septuaginta katika Agano Jipya. Katika sehemu tofauti, Septuaginta itaongeza kwenye maandiko ya Agano la Kale. Hatuichukulii kama iliyoongozwa na Roho, lakini ni ya kuvutia kwa kweli. Katika simulizi la Septuaginta, katika sura hii, bibi Ayubu ana ujumbe mrefu zaidi kwa mume wake tena sisemi kwamba ni ya kibiblia, lakini inaakisi utamaduni wa kale unaorudi nyuma kane nyingi, na inaweza kutupa ufahamu fulani juu ya kinachomsukuma kupendekeza kazi hiyo, kumkana Mungu na kisha kumruhusu Mungu amue. Hivi ndivyo anavyosema katika Septuaginta: utavumilia kwa muda gani? Akisema hm. Tazama, nitangoja kwa muda kidogo zaidi, nikitafuta tumaini la wokovu wangu. Tazama, kumbukumbu yako imefutwa kutoka duniani, wana wetu na binti zetu, uchungu na maumivu ya tumbo langu, ambao kwa tabu niliwalea bure. Na bado wewe mwenyewe unakaa katika kuoza kwa minyoo, ukipita usiku chini ya anga wazi wakati mimi ni mgeni kutoka sehemu moja hadi nyingine na kutoka nyumba moja hadi nyingine, nikikusubiri hadi jua litwe, ili nipate kupumzika kutokana na tabu zangu na kutoka kwa maumivu yanayonikamata sasa. Baadaye Septuagint itaongeza kwamba amekata nywele zake zote na kuziuza ili kununua chakula. Sasa, kwa akaunti hii, yeye mwenyewe amefikia hatua ya kukata tamaa, na kwa upande wake Mungu amewaacha kwa hivyo. Ameonyeshwa hapa kimsingi akisema, Ayubu, siwezi kuvumilia kukuona ukiteseka tena. Sote tumeteseka sana, lakini kwako hii ni nyingi mno. Kataa Mungu na uachiliwe kutoka kwa mateso yako, acha akuwe. Sasa sikilizeni, marafiki, sitetei kile anachopendekeza, lakini naamini tunapaswa kujaribu kuelewa Wacha nitoe ukweli wa kudumu kuhusu mateso ya pili tunayoyaona yakifanyika hapa katika maisha ya Bi Jobe. Hoja ya kwanza ni hii: mateso ya pili yanaweza kuwa na maumivu kama mateso ya kwanza. Na tatizo ni kwamba wale wanaoteseka kwa njia ya pili wanahisi hatia huonyesha maumivu yao wenyewe wakijigeuza kuwa kitovu cha umakini kwa hivyo mara nyingi wanateseka na wanateseka na kimya kimya. Pili, wale wanaowajali watu wanaoteseka wanaweza kufikia viwango vya kukata tamaa hata haraka zaidi kuliko wapendwa wao. na maanisha angalia hapa kwa Bi Kazi ameamua tayari kwamba maisha ya Ayubu hayastahili kuishiwa. Amefikia tayari kiwango hicho cha kukata tamaa. Na kwa nini isiwe hivyo? Amefiwa na watoto kumi amefiwa na riziki yake, amefiwa na marafiki na nyumba yake. Mume wake ambaye aliwahi kukaa kwenye malango kama kiongozi anayeheshimika sasa, angalia yeye alikuwa mtu maarufu zaidi Mashariki, lakini sasa heshima yake imepotea, heshima yake imevunjwa. Kwa kadiri anavyohusika matumaini yao imekwenda pia. Sasa, katika maandishi ya Kiebrania, vitenzi hivi laana na ufa ndivyo tunavyoviita sharti amri. Ninamwona akianguka kwenye majivu kando ya mume wake na kulia akisema, Ayubu, siwezi kuvumilia tena. Laani Mungu, kata Mungu na ufe. Wacha nitoe hoja nyingine. Tatu, wale wanaoteseka kwa njia ya pili wana masomo yao binafsi ya kujifunza kutoka kwa Mungu. Ayubu anamjibu mke wake hapa katika aya ya 10 akisema "Unazungumza kama mmoja wa wanawake wapumbavu anavyoweza kuzungumza." Sasa tena kwa mtazamo wa kwanza, hii inaweza kuonekana kuwa kali, lakini nataka uone hapa kwamba hamwiti mpumbavu. Anasema anasikika kama mmoja wa wanawake wapumbavu ambao hawamjui Bwana kwa maneno mengine anasema sikiliza mpenzi hii si kama wewe unajua mungu vizuri zaidi kuliko hivi ninajua unahuzunika ninajua umevunjika moyo lakini wazo hili la kumlaani mungu na kufa ni maneno ya wanawake ambao hawamjui mungu kama ninavyomjua unajua bwana tazama ayubu anamfundisha hapa katika aya hii kwa kumkumbusha ukweli wa kina anamwambia hapa katika aya ya kumi, je, tutapokea mema kutoka kwa Mungu na tusipokee mabaya? Hiyo ni viki. Kwa maneno mengine, Mungu ndiye anayeshikilia udhibiti. Maisha ni kupokea kwa kweli kila kitu kutoka kwa mkono wa Mungu, mema na mabaya, rahisi na magumu, yenye maumivu na yenye furaha. Hatujiuzulu kutoka kwa Mungu, tunapokea kutoka kwa Mungu. Mungu anajua anachofanya hata wakati hatutumiwi maelezo yoyote kabisa. Unajua, lazima nikwambie, nimehamasishwa na hilo. Hatuna rekodi hapa ya majibu yoyote ya hasira. Hakuna majibu kutoka kwa Bi. Ayubu, hakuna maneno ya hasira kwa mkewe, kwa ukemeo wa upole wa mumewe, ukumbusho wa upole kwamba Mungu ana haki ya kutotoa maelezo yoyote, labda mahali fulani Papa. Hatuambiwi, lakini labda kuna ufufuo katika moyo wa Bibi Ayubu, kwani sasa labda anakaa hapa kwenye lundo la majivu karibu na mumewe wanapoendelea kungoja kwa Mungu. Basi kwa hayo, tutawaacha hapa mjini wakitupa wenye majivu haya hadi safari yetu ya hekima inayofuata.